hilo ni bwawa la Nyerere rasmi sasa linazalisha megawati elfu mbili na mia moja kumi na tano. Hiyo ni habari kwenye ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Mwananchi. Lakini Lisu Mbowe kuwekwa meza moja, eh, Lisu Mbowe kuwekwa meza moja. Hiyo ni habari ukurasa wa nne, yalipo matumaini ya kuimarika kwa shilingi. Lakini nafasi ya jaji mkuu, Samia atua zigo la majaji eh, nafasi ya jaji mkuu, Samia atua zigo la majaji awatuliza akiwataka kujipanga kurithi mikoba ya Profesa Ibrahim Juma, agusia mageuzi na mabadiliko ndani ya mhimili wa mahakama. Hiyo ni habari ukurasa wa pili wa gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukicha na gazeti la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo, ni joto chadema lazidi kufukuta. Hiyo ndo habari kubwa kwenye gazeti ya Nipashe anasema joto chadema lazidi kufukuta, kigogo 55 angolewa ujumbe kamati kuu. E, kigogo wa G55 angolewa ujumbe kamati kuu. Hiyo ni habari ukurasa wa pili. Lakini Samia ataja, Samia ataja mwarobaini wa wananchi kukimbilia kwa MRC na MDC. Lakini katika ripoti maalum kweni gazeti la Nipashe Jumapili ya leo ni maajabu mdoli unaopunguza vifo vya watoto wachanga. Eh, maajabu ya mdoli unaopunguza vifo vya watoto wachanga wanaoshindwa kupumua. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Nipashe kwenye ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Ndege tukiachana gazeti Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la Habari Leo, lenye ni gwiji la habari asubuhi ya leo linaandika balile machumu eh, warije ya kuongoza eh, lakini kuna habari inayosema Bashe aagiza ajira mia tano za maofisa ugani eh, Bashe aagiza ajira mia tano za maofisa ugani lakini Butiku ampa tano Samia utendaji mzuri. Hiyo ni habari ukurasa wa tatu kwenye gazeti lako la habari leo. Eh, huyu ni Butiku ampa tano Samia utendaji mzuri, lakini habari kubwa kwenye gazeti la habari leo ni rais Samia aguswa na ufanisi mahakama. Eh, Rais Samia aguswa na ufanisi mahakama. Eh, hilo ni jengo jipya la mahakama wamekabiziwa. Eh, Rais Samia eh, Suluhu Hassan akimwagilia eh, mche kumbukumbu baada ya kupanda nje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 hilo ni bwawa la Nyerere rasmi sasa linazalisha megawati 2115. Hiyo ni habari kwenye ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Mwananchi. Lakini Lissu Mbowe kuwekwa meza moja, hiyo ni habari ukurasa wa nne. Yalipo matumaini ya kuimarika kwa shilingi, lakini nafasi ya jaji mkuu, Samia atua zigo la majaji, majaji awatuliza akiwataka kujipanga kurithi mikoba ya profesa Ibrahim Juma, agusia mageuzi na mabadiliko ndani ya mhimili wa mahakama. Hiyo ni habari ukurasa wa pili wa gazeti la mwananchi kwenye kurasa za mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana gazeti la mwananchi tuangazie kwenye gazeti la kula nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo ni joto chadema lazidi kufukuta. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti ya Nipashe, nasema joto chadema lazidi kufukuta Kigogo 55 ang'olewa ujumbe kamati kuu. E, Kigogo wa G55 ang'olewa ujumbe kamati kuu. Hiyo ni habari ukurasa wa pili. Lakini Samia, Samia ataja mwarobaini wa wananchi kukimbilia kwa RC na MDC. Lakini katika ripoti maalum kwenye gazeti la Nipashe Jumapili ya leo ni maajabu mdoli unaopunguza vifo vya watoto wachanga. E, maajabu ya mdoli unaopunguza vifo vya watoto wachanga wanaoshindwa kupumua. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Nipashe kwenye ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Nigetukichana gazeti ya Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako la habari leo. Lenyewe ni gwiji la habari asubuhi ya leo linaandika Balile Machum eh, warije ya kuongoza ya, e. Lakini kuna habari inayosema Bashe aagiza ajira mia tano za maofisa ugani e, Bashe aagiza ajira mia tano za maofisa ugani lakini Butiku ampa tano Samia utendaji mzuri, hiyo ni habari ukurasa wa tatu kwenye gazeti lako la habari leo. Eh, huyu ni Butiku ampa tano Samia utendaji mzuri. Lakini habari kubwa kwenye gazeti la habari leo ni e, Rais Samia aguswa na ufanisi mahakama. Eh, e, Rais Samia aguswa na ufanisi mahakama. Hilo ni jengo jipya la mahakama wamekabiziwa Rais Samia Suluhu Hasani akimwagilia e, mche kumbukumbu baada ya kupanda nje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 hilo ni bwawa la Nyerere rasmi sasa linazalisha megawati 2115. Hiyo ni habari kwenye ukurasa wa mbele kwenye gazeti la Mwananchi. Lakini lisu mbowe kuwekwa meza moja, lisu mbowe kuwe kwa meza moja. Hiyo ni habari ukurasa wa nne, yalipo matumaini ya kuimarika kwa shilingi. Lakini nafasi ya jaji mkuu, Samia atua zigo la majaji, nafasi ya jaji mkuu, Samia atua zigo la majaji awatuliza akiwataka kujipanga kurithi mikoba ya Profesa Ibrahim Juma, agusia mageuzi na mabadiliko ndani ya mhimili wa mahakama. Hiyo ni habari ukurasa wa pili wa gazeti lako la Mwananchi kwenye kurasa za mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukichana na gazeti la Mwananchi tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo. Lini joto Chadema lazidi kufukuta. Hiyo ndo habari kubwa kwenye gazeti ya Nipashe, anasema joto Chadema lazidi kufukuta. Kigogo wa 55 angolewa ujumbe kamati kuu. E, kigogo wa G55 angolewa ujumbe kamati kuu. Hiyo ni habari ukurasa wa pili. Lakini Samia ataja mwarobaini wa wananchi kukimbilia kwa MRC na MDC. Samia ataja mwarobaini wa wananchi kukimbilia kwa MRC na MDC. Lakini katika ripoti maalum kwenye gazeti la Nipashe Jumapili ya leo ni maajabu mdoli unaopunguza vifo vya watoto wachanga. E, maajabu ya mdoli unaopunguza vifo vya watoto wachanga wanaoshindwa kupumua. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Nipashe kwenye ukurasa wa mbele, pata nakala yako kwa habari kwa kina. Lakini tukiachana gazeti ya Nipashe, tuangazie kwenye gazeti lako